Heshima ya kipekee kuwatangazia wananchi wa Arusha ya kwamba wakuu wa majeshi wa nchi wanachama wa Sadeki wataingia katika viunga vya mkoa wetu Arusha kutimiza majukumu yao ya kuwa na mkutano wa thelathini na tatu utakaoanza tarehe ishirini na sita maana kesho, mpaka tarehe thelathini na moja. Mkutano huu ni mkutano wa kawaida, watapata nafasi ya kujadili mambo kadha wa kadha ya ulinzi na usalama katika ukanda wa Sadeki, na baada ya jukumu hilo watakuwa na shughuli zao katika viunga vya mkoa wetu ikiwa ni sehemu pia ya kuchachusha sekta yetu ya utalii. Naombe wananchi wa mkoa wa Arusha mtakapowaona wanajeshi hawa katika viunga vya mkoa wetu msiona hofu yoyote ile. Ni askari wa majeshi ya nchi wanachama wa Sadeki wanatimiza majukumu yao ya kulisimamia na kupanga mipango ya kuhakikisha Sadeki inabaki kwa salama. Watoa huduma katika sekta mbalimbali ni waombe nakuwa si wahakikisha kwamba wageni hawa wanajeshi wetu hawa wa nchi mbalimbali za wanachama wa Sadeki, wa Sadeki wanapata huduma nzuri. Wakihudumiwa vyema, watarudi katika nchi zao, watashawishi mikutano mingine ije katika mkoa wetu, na kadri tunavyozidi kupata mikutano katika mkoa wetu, tunazidi kujenga uchumi wetu, si tu uchumi wa mkoa bali uchumi wa mtu mmoja mmoja.